Tunafahamu kwamba mahakama ni chombo cha kisheria ambacho eh, kina tija kubwa sana kwenye taifa lolote. Kinatumika kusikiliza kesi, lakini kutatua migogoro, lakini pia ni sehemu ya eh, kutafsiri sheria eh, na kutoa haki kwa yule ambaye anastahili eh, haki hiyo. Sasa kuzungumza kuhusiana na masuala ya mahakamani hasa yale ambayo unapaswa kuyafanya, yale ambayo hupaswi kuyafanya pale ambapo unakuwa umehudhuria eh, kusikiliza kusikiliza kesi eh, mahakamani. Sasa tupo hapa na Wakili Emmanuel Ukashu kufahamu hili na hii ni elimu ambayo unaipata wakati huu wa Morning Trumpet. Mm-hmm. Eh, karibu sana wakili. Asante. Na Wakili Ukashu pia ni mwenyekiti eh, eh, wa Umoja wa Mawakili Vijana. Kabisa. Eh, kutoka TLS. Eh. Karibu sana tupate elimu hii muhimu hasa eh, ukienda kushiriki ama kushuhudia kile ambacho kinaendelea mahakamani. Eh, swali la msingi, kuna yale ambayo eh, yanafanywa na jaji, kuna yale ambayo mnafanya mawakili, kuna wale ambao wameenda kushiriki tu kusikiliza, na wao wana yale ambayo wanapaswa kufanya na si ya kufanya. We, kipitobii pia inaongea kwamba nchi utakuwa kuna mahakama na ndio chombo pekee ambacho kitakuwa kina majukumu ya kutimiza au kutafsiri au kutoa haki katika nchi. Sasa mahakamani tukienda, kuna utaratibu. Cha kwanza ukiangalia kuukika mahakamani, eh, clearance, jinsi ya kusachiwa ni jambo la kwanza, kwa sababu mahakamani aturuhusu watu waende na vitu vyenye venye silaha au silaha zote ambazo zinaonekana vinaweza vikaleta madhara sindio kwa hivyo vile lazima usachiwe hiyo ni wajibu wa kwanza lakini pili ukaaji wa mahakamani una jaji au hakimu wanakaa pale juu ukija hapa katikati ut kuna karani huku tunakaa mawakili mawakili ni afisa wa mahakama kwa sababu upande mmoja anakaa wakili labda ni wamwendesha mashtaka au wakili wa utetezi au kama ni kesi ya jinai. Kama ni kesi ya madai, wanakuwa upande huu mwingine, labda wakili wa serikali au wakili wa binafsi wameleta maombi, na huku wakili wa anayedaiwa. Kwa hiyo ni la kwanza, lakini la pili watakwa audience ambao ni watu ambao wanaenda kushiriki ile tukio wanajukumu moja la kwanza ni kufuata kanuni zote ambazo zimewekwa kwenye mahakama husika, kwa sababu kwenye mahakama naibu msajili ndo anakuwa na administrative au anakuwa na mambo yote ya kiuongozi ya namna ya mahakama tunavyotakiwa kukaa, kwamba nyewe wageni mtakaa hapa, natakiwa msipige kelele, simu zizimwe, usizomee. Hata jambo ambalo linachekesha mahakamani takiwe kucheka Sio kwamba jambo limetokea mnaanza kupayuka hapana. mm. Kila kitu kimekuwa kuna maana, sika court orders au mm. observe all court orders. Ni sehemu ambapo pametulia, lakini vile vile nje ya mahakama, eneo lile nje ya mahakama ni eneo ambalo ni takatifu, ambalo lina kinga zake. Ndio maana uwezi ukafanya jambo lolote la kunajisiwa pembeni ya ile eneo lote la mahakama. mm -hmm. jambo lolote kama la kunajisiwa mm -hmm. Kwa mfano kama ukitaka kukamatwa ukitaka kufu, kutaka labda kubagazwa pale, sio sehemu yake, ile eneo ambalo lina kinga yake kama mahakama ni, ni na utakatifu. Ndio maana hata mahakamani usiku kupiga oni. Sasa kwenye tafsiri ya eneo la mahakama pengine eh, eh, sijui kama kuna umbali kwamba umbali huo kwa kom, maana ya kwamba kutoka eh, hatua kadhaa eh, kutoka eneo la mahakama pengine ili hmm, mtu aweze kufahamu ah, eneo la mahakama akiwa ndani ama akiwa ndani ah, ya ukuta. Ukiongea kuhusu eneo la mahakama ni pamoja na eneo ambalo linazunguka ukuta wa mahakama, nje na ndani ya mahakama kwenye vizimba Mm -hmm. au kwenye mahakama ambao inapoendeshwa. Sasa ndio maana unaonaga wa, watu wote ambao wanachiwaga kwenye, ile, kwenye makosa yale, kama wanaweza wakakamatwa tena wanakimbiaga, maanake anakikimbia akitoka njia ile. Eneo la mahakama au kwenye nje ya geti unaweza ukamkamata, lakini akiwa ndani ya mule uruhusu kumkamata mm -hmm. tuko pamoja, kwa sababu ile mm -hmm. eneo lote lile linakuwa lina kinga kwamba pale ni takatifu, yaani awezekani mtu tu akaja anataka kukamata bana, hata akitaka kukamata anakusubiri kukamata, mm, utoke nje ili akukamate. Sasa hilo ni yale ambayo hapaswi kufanywa uh, na vyombo vyenye mamlaka ya kukamata sasa kamata. Na wanavifahamu mm -hmm. na wanavifahamu kwa sababu tunapofanya hizi kazi watu wanajua maafisa wa mahakama ni sisi mawakili, mahakimu, majaji na pamoja na watu ambao wanafanya utendaji wa mahakama. Polisi sio afisa wa mahakama yeye ni law enforcers, mtekelezaji na kukamata na kutekeleza sheria mm -hmm. lakini magereza nao ni sehemu ya kuhifadhi wafungwa ambao nao ni stakeholders au wabia mm -hmm. katika utendeshaji wa mnyororo wa haki. Kwa hiyo hao wote wanavijua hivi, ndio maana hata tunapokaa sehemu ambayo ndio salama zaidi ni mahakamani lakini vile vile mahakama ni wazi kwa kila mtu, anaweza akaingia. mm -hmm. Isipokuwa kwenye kesi ambazo zimeainishwa, kwa mfano kuna kesi ambazo zimeainishwa kwa kama kesi za ndoa ambazo zimekazifanya kwa wazi, kesi za watoto, kuna makesi mengine za ambazo zina issue za usalama, hizo uwezi uka ukamkaenda mkaingia mka, mka, mka, mka, mka mm -hmm. Yaani mtu kama mtu na kesi ya ndoa, kwa sababu nafahamu tu ni ndugu zile zinafanya kwa kitu kinachotoa kamera, yani ndani kwa siri, kwa sababu mambo yenyewe ni ya faraga. Uwezi ukaanza kusema ti njoeni njoo tukae tusikilize, hapana. Ila kuna kesi ambazo zina, zina umma zina maslahi kwa umma, hizo ndizo tukazisikiliza tukazifuatilia. Na sasa hivi nadhani mahakama imeleta kanuni ambapo mnaweza mkaona tukarusha kesi, kesi zinarushwa live kutoka kwenye YouTube mnaweza mkakaa mkaangalia. Ni maendeleo makubwa, kwa sababu huko zamani ukiangalia kwenye miaka tisini na tano huko ambapo kuna kesi za uchaguzi nyingi, ambapo watu wakienda mahakamani walikuwa wanapangiwa pale nje, eh, viti wanakuwa na spika ili wasikie nao yanaendelea humo ndani lakini elfu mbili na kumi mtakumbuka kwenye kesi ya John Mnyika dhidi ya Hawa Ngumbi watu walija sana mahakamani, lakini kuwa nao walikuwa wawezi tena kuwahifadhi mule ndani, unakuta unawekewa spika huku nje ili muweze kusikia, kwa sababu lengo ni kwamba kila mtu aweze kuelewa kile ambacho kinaweza ku kufanyika kwao. Mahakamani ni sehemu ya umma, ni sehemu ya public, yani kila mtu ana uwezo wa kaakses, lakini kwa kufuata taratibu husika ambazo zimewekwa, mm -hmm. na shauri husika ambalo lipo mahakamani. Endapo ukamataji ukafanyika ni kosa gani ambalo linakuwa limekiukwa na nini ambacho kinafuata? Okay, cha kwanza ukifanya ukikeuka, kuna kitu kinaitwa contempt of court ni kosa ambalo linaonekana kwamba umedharau au umepuuza au umeshindwa kufuata amri ya mahakama au mwenendo wa mahakama, inaitwa contempt of court, ambapo kosa hilo lipo kwenye kwenye kifungu namba 114 cha sheria yetu ya kanuni za adhabu sura ya 16 marejeo ya 2023, ambapo limeandikwa kabisa pale contempt of court, ambapo adhabu yake una, ni, ni, kuna faini ambapo faini yake ni ndogo sana mpaka shilingi elfu saba lakini shilingi mia nne Tanzania mia nne mia nne kwa ni sababu hiyo ni kosa mm. la kikoloni, lakini au kifungo miezi sita, lakini mara mm. nyingi sana wengi wanaendaga kifungo miezi sita. hmm. Kwa hiyo uh, mtu akikamatwa ndani ya, ya, ya, ya ukumbi wa mahakama yani ndani ya mahakama uh, adhabu yake ni shilingi mia nne ama miezi sita au miezi sita, lakini saa mara nyingi sana mahakimu wengi wanakupaga miezi sita, sababu zinakuwa yeah. ni o <muchan> e Hey, sasa mwenye nafasi ya ukamataji hapo ni vyombo vya dola. Unaweza ah, ukafanya hivi jambo uh -huh. lolote ambalo linatokea kwenye mahakama ambalo linaendelea kinyume na mahakama mm -hmm. inakuwa ni contempt of court. Wewe ni polisi umeenda kukamata au kuna mtu amepigana ame, umepuuza maelekezo, umefanya kitu, hata kuita simu ikiwa naita wakati utaki kuuza, ile ni oda ambayo inatoka pale pale kwamba wewe sasa umekiuka masharti ya mahakamani au oda ya mahakama mm -hmm. si ndio? Wewe na ni miezi sita. Na kwa hiyo Ukashu, sasa hiyo faini ni mm. kwa ku, eh, kwa yeyote ambaye atakiuka amri za mahakama. Sio tu kukamataji. Sio kamataji, mtu yote ambapo na hilo nalo lipo kwa sababu ukisoma kile kifungu cha 114 kimeeleza mambo mengi. Namna ambapo unatoka tuendeshe, umetukana, si umekamata, si unataka kupigana, sijui kuna nini, si umekosa maadili kwenye wakati wa mwenendo na nini vyote hivyo vinaenda. Mm. Najaribu kuangalia <laughs> Asa, hasa hasa kwenye muktadha wa kwamba kukiuka amri za mahakama ikiwemo eh, swala ukamataji kama faini ni shilingi e, mia nne si... sio, ni rahisi. Kwa sababu gani? Mahakama nakusema ni mia nne au oh, faini mara nyingi hiyo faini ya mia nne au kifungo. Mara nyingi anani wamuzi ni, ni waitabidi unisaidie e, wa kama kuna kumbukumbu yoyote kwamba iliwahi kutokea, hasa upande wa ukabataji, kama kuna maamuzi ile kutokea, kwa maana kutolewa hiyo faini hata shilingi mia nne kandentri hatuna maamuzi sana kwa sababu haijatokea sana lakini mm -hmm. Ni kwenye nchi yetu hii ilishai kutokea kipindi fulani, kuna hakimu mmoja, by, Komba, ni jaji alikuwa kwamba nani mume wake amemshusha alafu amemshusha. Baada hapo akapiga kapiga na mume wake ni wakili pia mm -hmm. Ni kesi ya kizamani sana hapa hapa nchini mm -hmm. Na pengine mama nadhani atakuwa hai au baba ameshafariki, Mungu amrehemu sasa akapiga aone. Yule jaji alisema nitieni, aliyepiga aone. Mm. akaambia ni mume wako, akaambia mleteni, simelea lakini alimweka kwa siku nzima mpaka, mm -hmm. muda wa kazi ulipoisha. Kwa hiyo <laughs> mm -hmm. unaweza ukaona hivyo vitu, lakini the story is, hatuna marejeo mengi sana, lakini hivi vitu vinatokea. Mm. na ni mamlaka ambayo hakimu au jaji anayo, yani haya anayafanya hata bila kushauriwa kwamba umefanya kwa jambo lote la kinidhamu ambalo umekosea mbele yake, anachukua maamuzi hapo hapo. Kwa hiyo yani, mm -hmm. ni jambo ambalo hahitaji hata kwamba aweze kutafuta upelelezi, ni ni jambo ambalo kama yule afisa wa mahakama ameliona, si ndio? We unataka kupigana mahakamani wewe, umepuuza, umetukana, umeonyesha ishara ambayo ni sio ya kimaadili ya mahakama anasema tu wewe ukiwa ndani ya ukumbi wa mahakama uh, unasikiliza kesi pale uh, umezomea ama umeshangilia, ile inabadilisha nini kwenye kesi? na uh, umeshataja adhabu kwamba utafanywa nini. Sasa uh, kama upo upande wa pengine mshtakiwa ama upo upande wa mashtaka alafu umeshangilia ama umezomea uh, kuna namna yoyote ataathirika yule ambayo umeenda kusikiliza na ambayo una interesi naye? hapana, ila lakalokuja ni kwamba mm -hmm. Kwa wewe uliofanya lo tukio ndo utaathirika kwa sababu jaji anapokaa pale juu ya uhakimu akikuona, wewe ana kupoint tu na anakupeleka kwenye contempt of court mm -hmm benereo mm -hmm. Kwa hiyo ni rais kuathiri na ndio maana kabla ke, mahakama alijaanza kwenye mahakama wazi, lazima uambiwe kanuni, kanuni zinatajwa. Kwa hiyo na wale wote wanatakiwa watii kanuni mm -hmm. Sema sisi kwa sababu sio Watanzania, tunakuwa na miemko na ndio maana unaweza ukaona kwa mfano kama Kenya Kenya, kesi inaweza kaendeshwa masaa sita live, watu hawazomei, mtu amekaa kimya, ametulia, anafuatilia, kwa sababu lile ni elimu pia ya wewe kuweza kuelewa. Ukifika pale ukaanza kuzomea, si unashangilia, hapana. Alafu na mahakamani sio uwanja wa vita, mahakamani ni sehemu ya kutafuta haki, ni sehemu patakatifu pa kutafuta haki, na ndio sehemu pekee, kwa sababu nchi yetu Ukiona siku ambapo watu wanakosa imani na mahakama, maana yake watu wataingia kwenye mambo mengine. Kwa hiyo sehemu pekee ya watu kuamini ni mahakama, kwamba ndo sehemu ambapo mnyonge na mtu mwenye nguvu anaamini kwamba mimi nikienda hapa nitapata haki yangu. Taremana mtu yoyote akiwa hata kama ni, ni mdogo mm, akiwa namdai mtu ambaye anajua kwamba mwezi nguvu, anaambia nitakupeleka mahakamani. <laughs> Asante Emanu sana Emmanuel Ukashu kwa uelewa huu, tunakushukuru sana na tunakamilisha hivyo kupata uelewa kuhusiana na kile ambacho unapaswa na kutopaswa kuto kupaswa kufanya Kuta unapokuwa mahakamani. Tumeungana na Emmanuel Ukashu wakili na mwenyekiti wa umoja wa mawakili vijana TLS.